Ali Elia Mkongwe, uh, ni, ni, ni mtu ambaye alikuwa na uhodari wa kipekee sana katika kazi ya kuongoza matangazo ya moja kwa moja, hasa kwenye mpira wa miguu, kwa maana ya kudirect mechi mbalimbali, hususan ni mechi kubwa ambazo mimi nimefanya naye kazi nyingi, ni mechi za Simba na Yanga, Simba na Azam, Yanga na Azam na alikuwa ni mtu mwenye passion kubwa kwanza, kwenye historia yake alikuwa ni mcheza mpira mkubwa tu. Wale ambao wamecheza miaka elfu mbili ishirini na tano katika chama cha waandishi wa habari, taswa, wa habari taswa wanajua, na familia yao ni ya ni, ni mpira. Kuna mdogo wake anaitwa Shaban Kongo, wengi wao wengi ambao wamecheza mpira wanamjua. Sasa ile tabia yake ya kupenda mpira ikamfanya awe na mapenzi makubwa sana katika kuongoza matangazo ya mpira miguu. Na alikuwa miongoni mwa madirekta bora sana sana, kazi yake ilikuwa haina mfano. Ukiacha kufanya kazi, ni mtu ambaye hakuwa na makuu, hata kwenye vikao vya kabla ya production eh, na baada ya production, kwa maana kwa postmortem meetings simta, hakuwa anapenda sana majadiliano marefu, malalamiko mengi mtu ambaye alikuwa anapenda eh, kuandika vitu ili visovie, na hakuwa mumini wa mfutane mzungumzi dame takaa kidogo pale. Kama production ilienda vizuri, kama mkuu wa matanga, kuongoza matangazo, atatoa nafasi kwa watu kama hakuwa na shida. Alikuwa na neno moja maarufu zaidi, tumwachie Mungu. Yani ukisikia tumwachie Mungu, Mungu wa rehema, manake huyo ni Ally Mkongwe. Kama mambo hayajaenda vizuri, atakwambia leo naona wingu jeusi, sioni kitu kabisa, naona wingu jeusi. Ilikuwa ni kauli yake maarufu zaidi. Kwa hiyo mnaweza mkazungumza kitu, bwana Ali Mkongwe, mimi nitachelewa kidogo kutokana na, na, na matatizo fulani nitakuja baadaye kidogo Chuma. Tumwachie Mungu, Mungu wa rehema atamaliza hivyo. Kwa hiyo eh, likuwa ni neno lake ambalo alikuwa anapenda sana kuitumia, lakini alikuwa ni mtu mcheshi sana mkikaa watu wawili watatu, alikuwa ni mtu ambaye lazima atateta kijiwe kwa maneno yake, na alikuwa ni mtu ambaye anazungumza na kila mtu, lakini alikuwa ni mtu anayetania sana. Kwa hiyo tunaomjua Ally Mkongwe kutakiwa kuchukua vitu personal. Usiukaona kama anakushambulia hapana. Ni mtu ambaye angeweza kutamkia maneno yoyote akizungumza yoyote, unaelewa. Kwa hiyo tumeondokewa na mtu rafiki E, mtu mpenda kazi, mtu muungwana, mtu, mtu ambaye alikuwa na ushirikiano na kila mtu akuwa na makuu na, na, na lakini ilikuwa ni, ni, ni wale watu wanasema ni kama kama bahari eh, ilikuwa haliganishi na alikuwa hawezi kukaa na uchafu. Kama kuna kitu akipo vizuri atazungumza mahala popote wakati wowote bila kujali ni nani amefanya. E, hamuogopi mtu yoyote, alikuwa anajiamini anaweza kumshambulia mtu yoyote pale anapomkosea lakini akikosea ukimwambia bwana umenikosea, alikuwa ni mtu bwana nisamehe, na atakutamkia neno lake maarufu, tumwachie Mungu, Mungu wa rehema. Kwa hiyo Ali Elia Mkongwe, uh, tumeondokewa na mtu hodari sana, mtu ambaye anajua kazi yake, mtu ambaye alikuwa anaifanya kazi, kila mtu anatabasamu, anafurahi. Na ukiangalia top 3 ya madirekta ama waongoza matangazo ya football ndani ya kituo cha Azam Media Limited, jina la Ali Elia Mkongwe yupo na ni mtu ambaye alikuwa na ushirikiano na wadau wa mpira. Hata kwenye mazishi yako uliona walikuja watu wengi wa mpira sana, viongozi, mashabiki. Hii ilikuwa inakuonesha kwamba ni mtu ambaye alikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni muhimu sana. Kwa hiyo mwamba amelala, mbuyu umeanguka, mtu nime kwelikweli atalala.